Mambo vipi? Najua unatamani kujua namna gani unaweza kupunguza uzito. Mimi naitwa Said na nimeweza kupunguza uzito vizuri sana. Tay package inaonekana hapa inaitwa Clean 9 hii ndani ya package uh, itakusaidia kwenye kusafisha mwili pamoja na kupunguza uzito. Hapa ndani kwenye hii kibox kuna products inaitwa Gasinia kwa ajili ya kuyeyusha mafuta na kupunguza appetite ya kula ovyo ovyo. Lakini pia kuna products inaitwa Forever Therm ambayo itakusaidia kwenye kuongeza ku, ku ufanisi wa mwili kufanya kazi kwa uta choka choka, lakini itakusaidia kubana mafuta zaidi kwa sababu ina green tea na green coffee ndani. Pia kuna Forever Fiber ambayo inasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Hautaharisha, utapata choo cha kawaida kabisa, sio kigumu wala sio kilaini. Lakini pia kuna hii meal replacement ambayo unaitumia kama mlo wako, unaweza kuchanganya na maji au maji ya madafu. Lakini pia hii una ina ladha nzuri sana ya vanilla, kwao ni tamu, kwa utaenjoy kabisa. Lakini ili uweze kupata matokeo mazuri, tumekuwekea pia hizi uh, juice mbili ambazo zinakusaidia sasa kwenye cleanse kusafisha mwili. Kwa nini kusafisha mwili? Kwa sababu miili yetu sisi tunakula vyakula tofauti tofauti, lifestyle tunakunywa, lifestyle zetu zinatupelekea kuingiza vitu vingi sana mwilini mwetu. Kwa hiyo tunahitaji kufanya detox. Kwa hiyo hii inakusaidia kusafisha mwili. Itakuja na kopo nzuri ya kuchanganyia products, itakuja na kitabu pia, lakini utakula vyakula vingine vya kawaida. Unaweza kula mchemsho wa kuku, mchemsho wa samaki, mboga za majani, uh, vyakula vingi tu ambavyo utavipendelea, utavi wewe, tutakupa mwongozo, lakini mazoezi kidogo ya dakika 20 mpaka 30. Hii programu watu wengi imewasaidia sana, kuanzia kupungua kilo tatu mpaka kilo sita, lakini kwa matokeo mazuri zaidi, kushamaliza si nine basi, tutakushauri uendelee kutumia EF15, ambayo itakusaidia kwenye kupungua uzito zaidi. Na watu wengi wakitumia hizi programu zote mbili zinawapa tabia, inamsaidia kupata tabia zaidi na anapungua vizuri zaidi. Mimi nilitumia C9 kapunguza kilo sita, nikatumia F15 ndani ya siku 15, hii ikanisaidia kupunguza kilo 12. Jumla program zote mbili zilinisaidia kupungua kilo 18, na siku tisa za C9 nikapungua kilo sita, F15 aa, kilo 12, na so nakushauri ukianza kutumia basi tumia zote mbili utapata matokeo mazuri zaidi. Karibu sana, muone anakupa hii video ili uweze kupata pakeji yako.